Mchezo wa Simba Sports kwa KMC siku moja nyuma, Heavyweight aliposti na kusema muda sasa umewadia muda wake wa yeye kutamba, kukupa records, kukupa historia, lakini mambo kwa kina zaidi kuhusiana na michuano ya shirikisho barani Afrika kwa sababu mwakilishi pekee ni Simba Sports, hivyo hana budi kuzungumzia yale yanayohusiana na wapinzani wake ambao ni RC Berkane. Tulikumisi brother yako iko vipi? Bana, kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu. hmm. E, mambo yanakwenda yako vizuri kabisa. Yes, huu ni, tunakwambia huu ni muda wangu, hmm. muda wa Heavyweight, Heavyweight. Hmm. kuja kuleta au kutoa vitu kwa udadavuzi mkubwa. Ya umetumia neno la Kiswahili zaidi udadavuzi mzito huu hmm. hmm. E, ndo muda wangu, kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kupata hmm. nafasi hii kunitembelea tena kwa mara nyingine hmm nilipotea kidogo kutokana na majukumu ya hapa na pale mm. Uh, lakini leo nita- uh, kwa nilichojaaliwa na Mwenyezi Mungu nitaweza kushea na Watanzania wengine ili waweze kujua je, Simba Sports Club mm. anakwenda kukutana na fainali ya aina gani? uh, pale nchini Morocco, katika dimba la Stade de Berkane. Wengi wanajiuliza hapo, na nukta imeanzia hapo mara baada ya vipolo vyote vinne kupashika. mm. sasa hivi mawazo yote eh, klabu pia, ukisikiliza press yao walioifanya safari kuelekea kule Morocco eh, mm. dhidi ya mechi yao ya fainali kwa RS Berkane. Mimi naomba tuanzie hapo, tutawaangazia wachezaji ambao wamefanya vizuri zaidi katika hizi mechi nne za viporo ambazo Simba walikuwa na kibarua cha kukabiliana nacho. mm. Uh, umejiuliza swali, naomba nitumie hilo swali kukuuliza tena. Itakuwa ni mechi ya aina gani katika mechi ambazo Simba wamezicheza katika Ligi kuu soka Tanzania bara kuendea fainali. Kwanza kabisa ndugu yangu hapo hapo kwenye viporo mm. Viporo tumeviona Simba Sports Club ameshinda mechi zake zote, zote manake yuko kwenye nafasi nzuri ya kuweza kutoa ubingwa wa ligi mm. eh, inafahamika ina hivyo mm. sababu still bado kuna michezo minne ya kuchezwa na ikiwemo mchezo wa dabi ah. ambao utaamua nani bingwa msimu mm. huu uh, huu sawa. Simba Sports Club manake tafsiri haraka haraka kwa sisi wataalamu tunakwambia Uh, Simba Sports Club yupo kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuweka record au kuandika historia ya kuwa timu ya nane barani Afrika, uh, kuweza kutoa uh, utrebo manake kutoa mataji matatu international moja pamoja na mataji mawili ya ndani uh, yuko kwenye hiyo nafasi. Timu ya ngapi? Ya nane, manake tayari saba zimeshafanya hivyo, na kukumbusha, nakukumbusha tu Tipi Mazembe mwaka 1966, 67 alitoa mataji haya matatu, ikiwemo uh, African Cup of Champions Club E, kipindi hicho inaitwa hivyo, lakini sasa hivi ndio CAF Champions League no. akaja akafanya mwenzake, AS Vita Club, no. Msimu wa 1972 na 73, no, sawa, ikatoka hapo naye pia alitoa taji la CAF Champions League ambapo ndio ulikuwa kipindi hicho kinajulikana kama African Club of Champions Club, eh, lakini akaja huyu mwamba anaitwa MC Alger, Mouloudia Club de Oujda de Alger, eh naye akaja akatoa 1975, 76 amenelewa mataji matatu Menilua, ya li, mawili ya, ya Algeria manake ligi pamoja na FA pamoja na kombe la klabu bingwa barani Afrika, Afrika. Baada ya hapo ikaja mwaka elfu mbili eh, Hearts of Oak kutoka Ghana iliweza kuteka eh, kuandika historia barani Afrika ya kuwa timu ya kwanza kutoka Ghana kufanya hivyo ikitoa taji la ligi ya mabingwa pamoja na eh, mataji mawili ya ndani eh, akatoka hapo, akaja Experience Sportive de Tunis No, Al Ahli kwanza alifanya hivyo mwaka 2005 na sita, akarudia tena 2019 20, akarudia tena 2023 24, anakuwa timu ya kwanza kufanya hivyo mara tatu, si umeelewa? Afu akaja Experience Sportive de Tunisia 2010 11, alafu akaja huyu uh, Mamelody Sundowns 2015 16. Kwa hiyo Simba Sports Club wapo kwenye nafasi nzuri ya kuwa timu ya ngapi, ya nane barani Afrika, mm kutoa taji la kombe la shirikisho, kutoa taji la ligi ya, namaanisha ligi ya ndani pamoja na FA mm. Sawa, lakini hata Berkane uh, ipo kwenye nafasi nzuri ya kuwa timu ya kwanza kutoka nchini Moroko sababu hapa hamna timu ya Morocco. Moroko, timu ya kwanza kutoka nchini Moroko kufanya hivyo kwenye historia kwa sababu tayari ligi washatangazwa. Uh, tayari wapo kwenye fainali ya kombe la shirikisho na tayari yupo kwenye uh, hatua nzuri ya michuano ya FA manake Moroccan Cup ikiwa ni raundi ya 16 bora. Kwa hiyo zote hizi zipo kwenye nafasi nzuri kwa hiyo mchuano utakuwa mkubwa. Sasa Simba Sports Club. Nataka niwaambie jambo moja, Simba Sports Club, kwa sababu mimi kazi yangu kama kawaida uh, inapotokea michuano ya kimataifa lazima huwa nitoe insights niwape watu tahadhari, kitu gani wafanye kitu gani wasifanye. Nimeona Tulizungumza mimi na wewe kuhusiana na bao ambalo Simba waliruhusu eh, katika ule mchezo dhidi ya mashujaa ambao lilifungwa na Kibaya, si ndio? Jafari Kibaya, si ndio? Ilikuwa dhidi ya mashujaa. Uh, kulikuwa kuna uzembe kwenye build up tushazungumza, lakini pia uh, lilikuwa ni attempt ya mbali ikifanywa na Jafari Kibaya nje kidogo ya box. Lakini wanakuja kurudia tena, wanaruhusu bao la nje ya box likifungwa na Rashid Chambo na KMC eh? Sasa hivi vitu ambavyo mimi napenda kuviweka sawa ni kwamba wanakwenda kucheza na timu ambayo ina wachezaji wazuri sana, ambao wana uwezo mzuri wa kufanya attempti za nje ya box. Simba Sports Club wanatakiwa waboreshe hicho, kwa sababu nakukumbusha, huyu Usama Lamlawi, nitamuelezea kwa kina, lakini aliweza kufunga bao dhidi ya MCO the Meknes timu kutoka ligi kuu nchini Morocco, e, na shiriki Botola hiyo Meknes. Aliweza kufunga bao kali, bao la tatu katika ushindi wao wa mabao matatu kwa sifuri aliweza kufanya attempt ya mbali kidogo, nje kidogo ya box, akipokea pasi kutoka eneo la build up kutoka kwa Yasin Labiri, bonge moja la fundi e, na yeye kuweza kupokea ule mpira na kupiga na ku strike moja kwa moja na kuweza kuzalisha bao. Hiyo ilikuwa ni dhidi ya Meknes. Lakini aliweza kufanya hivyo pia mwamba anaitwa uh, Mamadou Lamine Kamara msenegaliu dhidi ya Zemamra Nahmed Zemamra, ilikuwa ni Novemba 10 ya mwaka 2024 akifunga bao la tatu pia katika mchezo dhidi ya Zemamra uliofanyika katika dimba la Ahmed Shokri, uh, akiweza kufunga bao la tatu kwa attempt ambayo alifanya takriban mita 25 kutokea golini ikawa chuma Simba Sports Club wanaruhusu hizi sawa eh? Lakini vilevile vile kuna mambo anaitwa Reda Haj ambaye yeye naye aliweza kufunga bao la attempt kali dhidi ya Union Sportive uh, uh, no, no, no, Union Turga Sportive uh, maanake TUS Casablanca yenyewe uh, aliweza kufanya pia attempt ya mbali na anakuwa mchezaji wa kwanza kufunga mabao ya nje ya boksi katika michuano miwili tofauti, akifunga hivyo katika mchezo huo, e, ilikuwa ni Oktoba 24, mwaka 2024. E, lakini vile vile akaja akarejea akafunga pia bao la nje ya boksi dhidi ya nani, Stellenbosch katika, katika dimba la Moses Mabida kule nchini South Africa, attempt ambao e, alifanya takriban mita 25 kutokea umbali wa goli la ni kwa sababu uh, Simba wamekuwa wahanga sana wa kuruhusu mabao mm -hmm. kwa mashuti ya mbali, kile ufasi mkandara amefanya hivyo mm -hmm. Abdullah Hassan dhidi ya Coastal Union. kuna huyu mwamba anaitwa Ernest Malonga, sijui Rashid Chambo, kibaya yani wote yani katika uh, mwendelezo wa mashuti ya mbali nje ya box, jambo ambalo Simba Sports Club wanatakiwa waliangalie kwa makini, kwa sababu mimi huwa nikizungumza, mtu anatakuwa take note mm -hmm.

Eh, ushawajua hao? Eh, na waelewa. Eh, e, Simba haipati bazati kwa bahati e, mbaya. Nisikilize e, mimi. Bila sababu wanakuwa. Wewe, nini vitu gani hivyo? Watu waambie vitu vizito kama hivi, watu waelewe. Sasa wale sio wewe ndio hivyo. Umeelewa? Endelea na kazi yako. Of course, umenielewa, lazima niwatahadharishe bwana Jafe, bwana usinikataze. Umeelewa? <laughs> Hilo ni sehemu ya kwanza. Eh. Sio unaelewa? Nakuelewa vizuri. Sasa labda tuje kwa upande wako. Wewe oh, unataka tuzungumzie nini tena? Uh, mimi nataka tuwaangalie wachezaji ambao, uh, tuliwazungumza, lakini namna ambavyo mwalimu ameweza kufanya rotation ndani ya kikosi chake. Mm-hmm. Unadhani haitakuwa imepeleka fatiki kwa wachezaji kwa mechi hizi ambazo zimekuwa jirani sana? Tofauti ya siku mbili mchezo, tofauti ya siku mbili mchezo, haina athari aina yoyote kuendea mechi husika. Of course, wana muda mrefu sana wa kufanya recovery. Umeelewa? Muda mrefu upo, leo tarehe kumi na ga kumi na mbili kumi na tatu kumi na nne kumi na tano kumi na sita. Siku tano. Eh, siku tano by the way, sasa zinatosha kabisa, of course zinatosha. Siku tano upumzike, ufanye mazoezi ya kurudisha mwili kwenye utimamu wake. ku, kuna zile, wana, wana kuingia ku, ku kwenye mabarafu manini kuna marecovery ya kila design, na wanaenda katika nchi ya Morocco ambao kuna gym za kisasa. sioni kama kutakuwa kuna. Simba Sports Club, of course, watakuwa na nafasi, wana muda mrefu sana wa kuweza kujiandaa, na by the way wanaondoka leo bila shaka. Kwa hiyo watafika kule mapema na watapata muda mrefu wa kujiandaa. Labda eh, ni watahadharishe tu hmm. Simba Sports Club kwa sababu ili uweze kutoa taji la kombe la shirikisho lazima umjue vyema mpinzani wao. <coughs> Nimetoka kuwatahadharisha kwenye eneo la kuruhusu magoli ya mbali, nilitoka kuwatahadharisha kwenye eneo la kufanya blanda, kwenye build up, uh, lakini labda niwape pia insights za baadhi ya wa wachezaji ambao Simba Sports Club wanapaswa kuwatizama kwa jicho la tatu. <coughs> Eh, yeah, of course ikiwemo Usama Lamlawi. Hmm of course, ni mchezaji ambaye amefunga mabao kumi na saba katika michezo 29 msimu huu mm. Umenielewa, manake kwenye kila edition yeah, ni yaani kwenye kila mashindano msimu huu ndio top scorer akifunga mabao tisa kwenye ligi akifungana na Hamza Darai, umenielewa, wa Fuse Rabat naye akiwa na, na mabao tisa pia, vile umenielewa vile, lakini kwenye ligi overall na mabao uh, yaani manake huko kwenye nafasi ya tisa. Unaweza ukaona ni mbali lakini ni uh, mabao mawili tu nyuma ya kinara Yusuf El Fahli ambaye anacheza katika kikosi cha FAR Rabat ambaye ana mabao 10 na 11. Kwa hiyo ni mchezaji mwenye performance nzuri na mind you RS Berkane ameweza kutoa taji la kwanza kihistoria la Morocco, taji la ligi kuu nchini Morocco. Mara ya kwanza kihistoria. Kihistoria. Hii haiji bahati mbaya. Labda ngwambie hivyo. Hii haiji bahati mbaya kwa sababu huyu mwamba alikuwa katika kikosi cha Tihadia at uh, Athletic club umenielewa, ambacho kiliwahi kutoa ubingwa wao wa kwanza kihistoria, taji maanake, sio tu-sio ubi, ubingwa niweke taji maanake, ilikuwa ni Moroccan Cup mwaka 2018 19, na kwa mara ya kwanza kihistoria huyu mwamba alikuwepo kwenye kikosi kile, na sio tu kuwepo simenea sio tu kuwepo, aliweza kufunga mabao mawili kwenye ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Hasani Agadir katika fainali ambayo inahesabika kama ni fainali ya kihistoria Agadir, kwa sababu Hasani Agadir pamoja na Hawati Hadi Athletic walikuwa wote ndo wanashiriki fainali yao ya kwanza kwa kipindi kile kwenye historia yao. Kwa hiyo huyu jamaa aliweza kufunga mabao mawili. Hiyo aliweka record kwa sababu inakuwa ni mchezaji wa kwanza kufunga mabao mawili Brace kwenye finali ya Moroccan Cup. Toka alipofanya hivyo, Jiji Guzo wa Masfez Jadid. Nafikiri unapata picha, lakini vile vile ni mchezaji ambaye ambaye ameweza kufunga kufunga mabao mabao mabao manne manne maana yake ana akiwa ndo ndo kinara kinara kwenye kikosi Berkane, kwenye kikosi cha RS michuano ya ya kombe la shirikisho. Of course bao bao moja tu nyuma kinara ambaye ndo anaongoza anaitwa Abdel Fattah Ismail Belhasemi wa USM, uh, USM Walja. Tafsiri haraka haraka Bwana Jafe huyu jamaa atahitaji au bao, uh, at least ile record uh, Ismail Belhasemi au mabao ili aweze ku, juu kabisa kwenye kinara cha wafungaji sawa? So, okay. Simba Sports Club wanatakiwa kumzuia ili asiweze kutimiza hii ndoto mm, ya kuwa mfungaji bora, lakini vile vile uh, ili wasi, Simba wasiweze kushindwa kuchukua, kwa sababu unavyoruhusu magoli, maanake utashindwa kuchukua, of course, umenielewa. Lakini mchezaji wa pili ni anaitwa Paul Valere Bassene, of course Paul Valere Bassene ambaye yeye uh, ni nyota kutoka Senegali nafikiri watu wa ambao wanafuatilia vizuri michuano hii wanaelewa michuano either CAF Champions League CAF Confederation. Aliwahi kucheza kwenye kikosi cha Tengwith chini ya kocha Yusuf Dabo ambaye fundisha Azam FC pale kwa sasa hivi, uko Vita Club by the way. Uh, aliwatengeneza ha alikuwa anaunda safu ya ushambuliaji pamoja na Pape Osman Sako ambaye amepita Simba Sports Club uh, GBDO pamoja na Jibril Sila ambaye yupo Azam FC, alafu Paul Valere Vasene naye alikuwa kama namba kumi pale, sawa. No, alikuwa anacheza zaidi kama mshambuliaji wa kati. Kile kikosi cha Tengwis kiliweza kumeliminate Raja Casablanca by the way mwaka 2021, na kumtupa kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Raja ndo akaenda kutoa ubingwa, si ndo? manake mm. Eh, lakini vile vile kiliweza kutoa ubingwa wao wa kwanza kihistoria mwaka 2019 akiwemo huyu Paul Valere. Kwa hiyo anavochukua tena ubingwa wake wa kwanza wa ligi kihistoria akiwa na Berkane. Haiji kwa bahati mbaya, anakuwa mchezaji wa pili kutoa kuisaidia timu kutoa ubingwa wake wa kwanza kihistoria huyo, baada ya kufanya hivyo 2019 akiwa na Tenguis FC. Sawa, lakini kama hujui ni kwamba ile Tenguis FC ilivyofika hatua ya robo finali inakuwa timu ya namaanisha, na hatua ya makundi inakuwa timu ya kwanza toka mwaka 2014 ilipofanya hivyo Jean Diak ya kutoka nchini Senegal, manake baada ya Jean Diak 2014 imekuja kukaa miaka mingapi? Mpaka 2021 wanakuja tena kuingia hatua ya makundi. Hao wote walikuwa wana, wanafanya hivyo ni nani? Akiwemo Four Valere, ni bonge moja la mchezaji. Of course alipata majeraha madogo ambayo alimfanya kukosekana kwenye fainali ya mkondo wa pili dhidi ya CS Constantine na baada hapo hajaonekana kwenye mchezo wote, lakini kwa taarifa ambazo nimezipata kutoka kwa Dr Talal El Fadli alisema kwamba mm, anaweza akapatikana kwenye mchezo wa wa fainali. Kwa hiyo mind you Simba Sports Club wasiangalie kwamba alipata majeraha na nini anawezekana akarudi kwenye mchezo na akacheza kwenye, kwenye fainali. Huyu jamani mchezaji mzuri sana, amefunga mabao matatu by the way kwenye kombe la shirikisho, lakini ikiwemo mabao mawili alifunga brace dhidi ya Stellenbosch katika ushindi ule wa mabao matano sifuri waliopata pale katika Stade Municipal de Berkane akiwa ni akiwa ni kwa mara yake uh, ya pili kufunga brace katika michuano hii kwenye hatua ya makundi akifanya hivyo pia msimu uliopita akifunga dhidi ya Stade Malien wakishinda kwa mabao mawili kwa moja, na anakuwa Msenegali wa kwanza kufanya hivyo, maanake kufunga back to back brace mm. kwenye mituano ya kombe la shirikisho hatua ya makundi kwenye historia haijawahi kutokea. Huyu mwamba ndo anakuwa mchezaji wa kwanza. Swa, swa, mimi na swali, mm. na ili swali Heavyweight, na swali swali ili natamani jibu li, li, nilipate kutoka kwako umetaja weakness mm. za Simba lakini strengths ambazo mpinzani anaweza kuzitumia na mifanano ya nafasi alizowahi kutumia kwa makosa yaliyoonekana katika mechi za Simba zilizopita. Je, hmm, yeah, ni strengths gani za Simba sports zinaweza zikayaadhibu makosa yanayoonekana kwa RS Berkane na wao pia wakatoka kimasomo. Ah, of course. Sasa nilikuwa namalizia ah, okay, sasa umenikatisha bwana, ndugu yangu. Ah yeah. We, tulia nimalize bwana, tulia nimalize ndugu yangu, mambo yako mengi. Of course, mimi nawapa Simba kwanza kwa sababu, mimi mwisho wa siku mm, eh, lazima niipe ni, ni kipaumbele timu kipa ya nyumbani yaani, okay. Hawa wengine watajua wenyewe okay. Wafungwe tupotelea mbali, ila mimi nawapa tahadhari timu ya nyumbani bwana Jaf. Kwa hiyo nawapa wachezaji ambao mimi naamini hawa wanapaswa kufanyaje kuchungwa Meneleo akiwemo Yusufu Zaudi, naendelea hapo, watatu huyo Yusufu Zaudi, Zaudi winga huyo winga, of course, ana miaka 32, ni mkongwe. Ameshuhudia kuanzia taji la kwanza kihistoria ambalo RS Berkane alilipata lilikuwa ni la kombe la shirikisho mwaka 2020 wakimfunga Pyramids. Baada hapo, amechukua tena taji jingine ya kombe la shirikisho 2022, amechukua Moroccan Cup mwaka 2022 na 23, sio Meneleo, amechukua Super Cup akimfunga Wydad Jean Abdelhak Ben Sheikh, nafikiri watu wote wanakumbuka eh, ni ni, ni timu ambayo ameshuhudia ikitoa mataji mengi chini yake yeye. Akiwemo manake kwenye kikosi. Kwa hiyo ni mchezaji mkongwe, ni mchezaji ambaye ana ramani nzuri. Lakini by the way, aliweza kufunga mabao mawili dhidi ya Stellenbosch pale katika dimba la Moses Mabida Stadium nchini South Africa. Umeelewa? Mabao hayo mawili yanakuwa ni ni kwa kwa mara mara mara ya ya ya ya kwanza kwanza kwanza kwanza kwenye historia yake yake yake kufunga kufunga brace. Hajawahi kufunga mpaka anafika hiyo miaka 32. Ile ile ndio inakuwa inakuwa mara yake ya kwanza. Na by the the the way, aliweza kupewa man man of the match. Man of the match, match. Nafikiri unafuatilia man of the match yake ile ya kwanza inakuwa ni kwa mara ya kwanza toka Novemba 21 ya mwaka 2021 alipopata man Mechi yake ya mwisho kabla hiyo dhidi uh, ya Fus Rabat, lakini vilevile ile uh, inakuwa ni tuseme, ni mabao mabao yake ya kwanza toka Julai ya mwaka 2024. Maana yake alienda kipindi kirefu kidogo yeah. Hakufunga mm -hmm, bao. Nafikiri unapata picha. Sasa ile performance ambayo amekuwa akionyesha atahitaji kuibackup na kuendelea nayo ili aweze kufanyaje mm -hmm kurudisha ile fomu yake dhidi ya Simba. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri sana wa kupiga mipira ya vichwa, nafikiri katika hayo mabao yote mawili watu wamereview, wamefunga kwa kichwa, yote amefunga kwa kichwa, kwa hiyo wanapaswa kumzingatia especially kwenye zile set play. Simba Sports Club wanapaswa kuangalia kwenye set play. Huyu Yusuf Zaudi ni mchezaji hatari na, by the way, sipomchunga wanaweza wakajikuta wana Of course inaweza kujikuta wanaadhibiwa, lakini mchezaji mwingine ambaye sitofanya sito vyema kama sit, nisipomtaja, mm, anaitwa Yusuf Labiri. Mm, umeelewa, huyu Yusuf Labiri uh, <laughs> ni mchezaji mzuri, ana madevu hivyo, anacheza kwenye eneo la kiungo na miaka mm 30. Umeelewa huyu jamaa amewahi ukiachana na kuchukua ubingwa wa mara ya kwanza wa ligi ya Morocco akiwa na Rais Berkane haiji kwa bahati mbaya. Huyu naye anaanguka kwenye kundi la wale ambao wamewahi kutoa ubingwa wa mara ya kwanza na klabu nyingine, inaitwa uh, Al Ittihad Tanger mm. uh, mwaka 2017 18 Al Ittihad Tanger wanapata kombe lao la kwanza la ligi yeah, na la pekee mpaka leo, hawajatoa taji lingine <tipa> Umwamba alikuwepo, aliunda kikosi na sio tu aliunda kikosi, alikuwa anacheza eneo la kiungo, alicheza mechi 18 akifunga mabao mawili na assisti moja ni bonge moja la mchezaji, alafu ni muungwana. Nafikiri watu wanaofuatilia michuano ya kombe la shirikisho wanajua vizuri, wa vizuri, uungwana wake kwa sababu msimu uliopita walicheza fainali na Zamalek, alimsaidia kiungo wa Zamalek anaitwa Nabil Donga asiangukie kichwa kwa sababu Nabil Donga aliruka hivi juu. Katika kuruka juu huyu Yasin Labiri hakuwa ameruka, amenelewa, anaitwa Yasin Labiri akuruka alipokuwa hajaruka, manake yule Nabil Donga akataka metaka kuanguka vibaya, akamdaka alafu akamshusha chini taratibu. Hilo tukio lilizungumzwa na media zote za Misri, wakimpongeza walimsomea mpaka dua Umwamba. ni mchezaji mzuri sana kwenye eneo kwenye eneo la kiungo by the way. Uh, midfield trio inayoundwa na RS Berkane ni midfield trio bora zaidi kwenye ligi ya Moroko ikiundwa na huyo Yasin Labiri, umeelewa, Ayub Khairi pamoja na Mamadou Lamine Camara kwenye ligi si nanielewa eh, mm. uh, of course kwenye ligi ikifuatiwa na uh, midfield trio union uh, turga union turga, of course Papa Amadi, of course Papa Amadi, amadi huyu Mgambia sijui mnani uh, anaunda midfield trio bora zaidi Hamen Hamin El, el, el Sahel pamoja na Ayman Murid, ah uh, midfield trio hii inakuwa ya pili, alafu inakuja midfield trio ya Fuse umeelewa mm. uh, Fuse Raba tumenelo anaserhati, anaserhati pamoja na huyu uh, ah, ni mwasau kidogo. Anaserhati anaunda eneo la midfield pamoja na uh, Amin El Sahel pamoja na huyu uh, uh, uh, Reda Reda Alawi. Hawa uh, ni midfield trio hizi ndo bora zaidi achana na hiyo ya, ya Raja wala Widad wa, hizi ndo midfield trio bora zaidi Reda Alawi anaserhati pamoja na huyu Amin Umenelewa. Kwa hivyo ni midfield bora zaidi ndo hizo. Alafu ndo, ina, ndo, ndo, ndo ya kwanza inaongozwa na hii ya RS Berkane. Simba Sports Club wanatakua wangalia eneo la kiungo la huyu jamaa. Yassine Labiri ni bonge moja la mchezaji mwanangu. Yani, ana uwezo mzuri sana, ana uwezo mzuri sana wa kuchezesha timu. Hmm. Ameshatengeneza chances tatu so far kwenye michuano hii ya Kombe la Shirikisho ni nyingi hizo na ana assist yake moja. Sawa, kwa hiyo watu wanabidi waelewe. Na ni mchezaji ambaye pia anajua kufunga na madongo ya mbali huyo sio mchezo <laughs> lakini kuna mwamba mwingine anaitwa nani? Isufu Dayo. Sawa, Isufu Dayo huyu nafikiri watu wanamjua, ni ana miaka thelathini na tatu, ni center back by the way. yeah, huyu center back ni mzuri sana mwanangu, huyu center back kwanza hmm. Uh, ni mchezaji ambaye ame, ameweka record ya kufunga mabao saba msimu huu kwenye ligi uh, akiwa ndo mabao mengi zaidi kwa upande wa ma center backs ameshindwa tu kuleva ile rekodi yake ya msimu 2022 2023, ambapo aliweza kufunga mabao nane. Ilikuwa bado bao moja tu aweke ile record, lakini anakuwa ni center back enelewa, ambaye amefunga uh, idadi kubwa ya bao namba mbili kwenye historia ya michuano ya Moroko uh, kwa ndani ya msimu mmoja. Maanake hiyo record inashikiliwa Al Mehdi Al Basil ambaye aliwahi kufunga mabao tisa wa FUS Rabat msimu wa 2020. Wa pili anaitwa Disney Bogies. Ambaye alicheza Farabat pale aliwahi kufunga pia mabao tisa msimu 2022 20 na tatu, tatu. Hao ndo, hiyo ndo make record ya mabao mengi zaidi kufungwa ndani ya msimu mmoja na center back inashikiliwa na hao jamaa wawili ambao walitai kwenye mabao tisa, alafu ndo inakuja ya Yusufu Dayo ambaye ambaye yeye yeah, alifunga mabao nane. Isufu Dayo, anaitwa Isufu Dayo. Of course, huyu jamaa aliingia kwenye kinyang'anyiro cha Interclub Player of the Year msimu uliopita. Interclub Player of the Year, of the Year. Katika kinyang'anyiro hicho aliweza kuingia yeye, na ikumbukwe aliweza kufunga bao kwenye fainali dhidi ya Zamalek pale Stade Municipal de Berkan kwa mkwaju wa penalti eh, na kuisaidia timu yake kuondoka na ushindi wa mabao mawili kwa moja ingawa hakumsaidia kuweza kutoa taji, lakini at least walishinda kwa mabao mawili kwa moja, bao jingine likifungwa na Adil Tahif eh, center back mwenzie huyu, ambao wana partner kwenye eneo la center back eh, akifunga kutoka kwenye cross ya Mohamed El Morabit, sawa, eh, na kuweza kufunga bao la kichwa. Na by the way, nakukumbusha tu ma center backs wawili wamefunga mabao katika fainali ya msimu uliopita, inakuwa ni kwa mara ya kwanza kihistoria kwenye michuano ya kombe la shirikisho, haijawahi kutokea center backs wote wawili wanafunga mabao kwenye mchezo mmoja kwenye fainali. Hawa jamaa ndo wanakuwa wa kwanza. Kwa hiyo Simba wanapaswa pia kuangalia mipira ya kona, mipira ya set play na nini. Ma center backs wao ni hatari, wanaruka vichwa wote hawa, wamesha prove hivyo. Isufu Dawa amefanya hivyo, lakini huyu Elmo nani huyu Adil Tahif pia amefanya hivyo, na ndo center back pair bora zaidi kwenye ligi ya Morocco. Sinanilewa. Yes, ikifuatiwa na ile ya Fuse Rabat. Menilewa. ya Yahya uh, inafuatiwa na Iyusu ya Yahya el lmkhan pamoja na huyu Amin el ya Fuse Rabat, ndio inakuwa center back bora zaidi baada y hii ya rsbera. kwa hivyo ni, nafikiri nimejaribu kuelezea vitu vingi sana, ili mradi eh, Simba Sports Club wanapoenda kukabiliana na, na, na, na, na, na RS Beran, wanajua wapi pa kuanzia. Nimetaja weakness, nimetaja za Simba ambazo wanatakiwa kuziboresha na ni vitu kama hivyo na nini. Uh, wanabidi wa-wa waweke wa hilo suala bwana. Leo kuna joto sana ndugu yangu bwana, ndugu yangu mimi, achana na wale ambao mbaya ndugu yangu, achana na hao. <laughs> watakuwa wape watu vitu vizito bana kama hivi. Mimi nafikiri umezungumza mengi, na tu, ni mwanzo tu, kwa sababu ni muda juma hili lote tutazungumza mengi kwa kina kuhusiana na mechi ya fainali kombe la shirikisho barani Afrika. hmm. E, sasa lile swali nilouliza tuliache kama kiporo au tulijibie nalo no? E, mimi naomba niliache kama kiporo ah, kwa sababu okay. e, labda tulizungumzie. Unajua kwa nini? Of course wana madhaifu mengi ya Rais Berikani, na Simba wana strengths nyingi ambazo wanaweza kuwafunga Rais Berikani, na mimi nampa nafasi Simba kuweza ku, kutoa hili taji. Lakini unajua kwa nini sitaki kulijibu mm -hmm. ni kwa sababu Uh, wezi jua hizi interviews zinaenda mbali ndugu yangu, na siku hizi kuna ma AI kuna manini, mtu anaweza akatranslate akaona, ah okay, kwamba kumbe kumbe Simba wana, e, wana, wana ubora huu na huu, kwa sababu Simba watu wanaijua, kumbe Simba wana ubora huu na huu alafu na sisi tuna weakness hizi ambazo zina, zinaendana na ubora wao. Ngoja yeah, tusolve kwa sababu hichi ni kipindi cha kila kitu kinamata ndugu yangu. Okay. Menelewa. Kwenye peji yangu niliweka ile build up structure ya RS Berkane ambao wanaitumia kwenye michezo yao e, nilikosea sana kwa sababu by the way, kishaona ile build up structure akishaona yao, yao nimeiweka pale e, mtu kama mimi Heavyweight Dulla pandi timu kubwa eh, e, Afrika hii wakiiona ile wanaweza wakabadilisha build up structure yao e, <laughs> kwa hiyo utakiwi kutoa zile siguro, ila nimewapa Simba mm. Nimewapa Simba uh, signal za hawa ili mradi wao waweze ku s unanielewa mm, yani, ya, ndugu yangu Heavyweight, uiite mgodi ambao ya unaweza ukajichotea aina ya madini unayoyataka, ila tu haya yanahusiana na mpira wa miguu ligi kuu soka Tanzania bara. Tumeangalia kwa uchache, huku tukiangazia kwa uwanda mpana kombe la shirikisho barani Afrika. Mzigo utakaobeba ndo utautafsiri una uzito kiasi gani. Hapa sisi tumepata ya kutosha, na tukutane kwa wasaa mwingine. Endelea kutufuatilia.